Ni siku nyingine tena iliyojaa baraka na utukufu kabisa kabisa. DJ KK mwamba kidume na kuletea tena eh, Japan Trops sehemu ya tatu, kwa uzamini wa mzee baba, sio mchezo eh. Wanazo simu nzuri kabisa, Techno pia wana mitambo yenye uwezo wa kuosha TV mzee baba, sio mchezo. mambo tamboa ta t tababfu Wako vikendo, mze baba, namna kuwapata kwa sifuri sita, mze baba, tunazidi kuliwasha na zidi kulisongesha. Hatu boy, hatu boy, mze baba, so mchezo ya eh. Eh, DJ KK mwamba kidume, kuda deki jitu na kutoka singa singa ni mze baba. Na zidi kukiwasha mze baba, so mchezo ya eh. Niko na di right mze baba, wewe wewe, wewe, walinu kagisani, wakati di right wapo mze baba. Mmmmm. Hmm. Nam, tuweze kuendelea mzee baba pale pale tulipoishia mzee baba. Na um, eh, Japan the troops mzee baba sio mchezo eh. Eh, eh, wakati huo wanajeshi wa Kichina wakiwa wameshaingia katika eneo la tukio. Eh, tunaona wanaume walikuwa wamekata tamaa, lakini sasa wananyanyuka upya kwa upya mzee baba, sio mchezo. Tunamwona mwamba ni twa Zi Hongshi. Ai, kuda dadeki jina gumu kuda dadeki zake. Baba sio mchezo. Amemuona mwana dada asijui ni mpenzi wake huyu mzee baba ha, ha! We ni yeye ama sio yeye? Ah, jamani, amempokea kwa raha zote kabisa mzee baba. Anamwambia jamani, pamoja na yote leo umeonekana, mzee baba sio mchezo. Tunaona mnadada yuko na yuko mbali sana kimawazo, pamoja na jamaa kumpokea kwa shangwe nderemo nini kila kitu, lakini tunaona mwanadada yuko mbali sana kimawazo. Jamani, jamani, nini kimemkuta mkuto huyu mnadada? E, mtu zidi kuona na kutazama. Baba, baba, baba, baba sio mchezo wa Japani sio wamwema kulianzisha mbele kwa mbele mzee baba wanasonga. We wakiwa na meja wao yuko mbele yao baba eh? Sio mchezo eh? Heya yeah. Kumbuka, hii ni episodi ya tatu kabisa, imetiwa maneno ya Kiswahili na dj KK mwamba kidume, jitu la kutoka Singa Singa ndani, mzebaba, sio mchezo eh. Mtuzidi kuona kwa masikio yetu na kutazama kwa macho yetu, ili mioyo yetu weza kupata burudiko la ndani, mzebaba, sio mchezo eh. Eh. Tunazidi kuliwasha taratibu wa Japani wanaingia, lakini upande wa pili wa Japani wamekaa mkao mzee baba, kulianzisha sio mchezo hey. Meja huyo, ngoja nichungulie kwa majicho ya shetani tuone kuna nini, kunani huko mbele mzee baba hey. Kwa jicho la shetani akaona kuna watu wako pale. Washa moto mzee baba, achilia fire we we we we we we hey meja majapana, nasema tuwashe, tuiwashe mzee baba uliwashe babababababa baba. Baba. Wa China majificha hapa baba waliwashiwa baba, moto baba, baba, baba sio mchezo kama nilivyokuambia katika episodi ya pili mzee baba nilikuambia kwamba Wajapani walikuwa majipanga kelikweli walikuwa na silaha za kufa adui lakini wa China walikuwa na vibunduki vya kawaida sana. Eh eh, silaha za kawaida sana baba. Mimi nasikia kuna nile kupumua ovyo ovyo mzee baba, leo nile shida. Wanatumia silaha gani? Waje tupambane pambane nao mzee baba, nazidi kuona naona kwa mbali kama naona maono. Sasa tutumie silaha mojawapo itakayomaliza wape vitu wasikiliza. Hawa wajinga wamejificha mahali fulani, sasa tumieni silaha ambayo itakuwa ni bomu, lakini ndani yake itakuwa kuna sumu, tuweze kuwafikiria mbali. Hata kama tusipopata kwa bomu, basi tuwapate kwa sumu ya bomu, kuda deki zao baba, kiwate kika wakamze baba, wewe sio mchezo eh! ah, ah, ah, ah, ah. Mzee baba, mzee baba, mzee baba, mzee baba, mzee baba check, inaonekana ni mabomu, lakini mzee baba, mzee baba, hizi ni sumu baba baba. Oye ye ye ye wa China jamani, la la la la ee mzee, sumu baba, mzee baba, hiyo ni sumu. Oye huyu anapotea, anakwenda mzee baba, jamani, ah, ah, hmm, ame amekufa jamani, ee sumu zimeanza kuleta mazala mzee baba. Wewe wewe sikizeni, wametupia sumu, tujifungeni, tujizibe mzee baba. Wakaanza kujiziba wale, waliofanikiwa kujiziba walijiziba, na wale ambao walikuwa wameshachelewa tayari walianza kung'ata junia mmoja baada ya mwingine mzee baba, sio mchezo eh. Wajapani umedhamiria mzee baba kuua. We ukiona mfalme anauwa watu ujue hao watu hao sio watu wake Mana nguvu ya mfalme ni wingi watu wake. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Japani ni mfalme na ameingia China, anaamua kuua wa China kwa sababu wa China sio watu wake. Mzibaba baba sio mchezo <laughs> We we we we, ujue kimenuka mzibaba. Baba sio kunuka tu, kimewaka mm, mm, mm. Yemtazama baba wa China wanajitetea lakini bado ah, ah, ah, ah, ah. Baba baba, baba, baba. sio mchezo. Eh, hey, hey. Eh, pamoja na yote lakini wao wanajitahidi kuruchurusha vislaha vi vyao jamani. Eh hey, jamani, jamani. Wajapani muone na huruma basi jamani. Mbona mna huruma sanye? Yule watu watu mekura mekura ni mekura mekura sumia mamba. Mbona mna huruma kwa kizana nye? Hey, baba sio mchezo. Masawiki mewaka. Mura mura kimewaka, mzee baba, hapa tuanze kukimbia. Baba, wanatusogelea wa, wa majingo yanatusogelea mura. Mura tuanze kukimbia. Hey. Mura Vita ni vita mura. Ukiwa vitani mura, pigana mpaka mpaka tono la mwisho. Sato sikia? Tuwalipue na mabaki wachache chache, tuwa kisha tunawamaliza ili tusonge mbele, tusafishe njia. Mwesikia? Ndiyo mkuu. Jamaa anacheki tuna. Anakula yake mzibaba. Anaona moto na buwaka. Eh, eh. Mura, vita ni vita mura. Eh, tukifia vitani vita muna shida mura. Mura, lazima tutandika vita. Eh, lazima tupigane. Hapa hakuna kurara. Wara kura maana baada ya kura ni kulala mra. Eh, hamna shida mra bababababbbaba baba, baba. Wachina walinyeshewa mvua ya risasi kudadheki e, e, Wajapani walikuwa wamejipanga sio mchezo, we huye ni walipua na wao, hebu walipua mzee baba, sio mchezo eh he, kumbuka hii ni episodi ya, ya tatu mzee baba, tunazidi kusonga Tunalisongesha, tunawanyamazisha, tunawatuliza. DJ KK TZ, nazidi kuliwasha, nimesha mnyamazisha DJ KK totoa, alikuwa na sumbua sumbua, asa nimemtuliza mzee baba, sio mchezo. Kumbuka hii ni episodi ya tatu, tunaingia katika episodi ya nne mzee baba, hatupoi hatuboi, tunaliwasha mzee baba, nam nam nam nam tukuta katika episodi ya nne mzee baba, wewe we, we, we. Usibonyeze kidude wakati DJ KK anaongea, baba baba baba mm -hmm. Tulizwashe, tulisongeshe mzee baba, sio mchezo.